Nyinyi mmejikita sehemu gani hasa kwenye watoto? Sisi katika shirika letu la macho kwa jamii tumeangazia sana kwenye utetezi wa haki za watoto pamoja na malezi ya watoto, hapo ndipo hasa tumejikita. mm-hmm. Lakini pamoja na hivyo, tuna mradi wa nyumba salama wa kukaa na watoto. Sawa. Mm. Na tunapozungumzia hizo haki za watoto, ni zipi haki za watoto? zimehainishwa kwa namna nyingi na tofauti mbalimbali katika sheria ya mtoto sana sana, kuanzia uh, katika section ya section ya, ya 14 mpaka section ya 77 ya sheria ya mtoto. Hizi haki ni pamoja na haki ya kupata elimu haki ya kulindwa hmm. Haki ya kutunzwa, haki ya kucheza, haki ya kulelewa, haki ya kuwajua wazazi wake hmm. Haki ya kuwajua hata ndugu za wazazi wake. Kwa hiyo kuna shehena ya haki za mtoto ambazo ziko kule, lakini hawaja. Sheria hii ni pana, ni nzuri kwa sababu imejaribu pia kueleza hmm. Ukisoma uh, kifungu cha nane, uh, kifungu kidogo cha sita cha sheria ya mtoto ya mwaka 2009 iliyofanyiwa marekebisho tofauti tofauti, mm, imejaribu pia kutoa haki hata za watoto walemavu kupata uwezeshwaji kwa sababu wana mahitaji maalum, kupata yale mahitaji yao maalum mm, kwenye sehemu zao tofauti tofauti. Kwa hiyo mm, hizi zote ni haki za watoto ambazo sisi kama wazazi sisi kama walezi inabidi tuwe makini nazo kumfanikisha mtoto kuvuka mahali alipo na kwenda kwenye sehemu nyingine. ha haki ya wa watoto ha haki za watoto, mojawapo ni ha haki ya kuishi. Tunapozungumzia ha haki, haki ni stahiki za mtu ambazo anazaliwa nazo hmm, yaani wewe kuzaliwa binadamu una hizo ha haki tayari, na hakuna mtu yoyote au chombo chochote chenye mamlaka ama uwezo wa kuziondoa au kuzikatisha haki zako, zikiwemo haki ya kuishi. Mtoto ana haki ya kuishi, ndio maana ukiona mtu amemuua mtoto afanya ukatili wowote wa kumondolea mtoto haki yake ya kuishi, tunadili naye au serikali lazima ingilie kati. Haki nyingine ni haki ya kupata elimu, ndio maana hata serikali imefanya initiative mbalimbali. Ukiona mbali, mtoto yuko nyumbani, hapeleki shuleni, lazima tu, tupambane na huyo mzazi ama mlezi. Haki nyingine, haki ya kupata malezi ya kijamii na huduma za kijamii, afya chakula malazi. Ndio maana pia tunaona serikali inapambana kuhakikisha watoto wanapata bima, na watu pia wadau mbalimbali wamekuwa wakipigia kelele swala la bima afya kwa watoto, kwa sababu ni haki yao kupata huduma za kijamii. Tunazungumzia pia wana haki ya kucheza na kujumuika. Mtoto kucheza ni haki yake, japokuwa wazazi sasa, tunaingia kwenye wajibu wetu kuhakikisha mtoto anacheza salama, ndio mm -hmm. lakini sio kumkataza mtoto kucheza asilimia mia moja ni haki yake ya kisheria ambayo imetoka katika kuanzia mkataba wa Umoja wa Mataifa, mkataba wa Afrika wa watoto wa na ustawi wa watoto, na sheria ya Tanzania, sheria ya mtoto mwaka elfu mbili na tisa lakini tukiongeza pia kuna sheria haki ya mtoto ya kujumuishwa na kushiriki katika kutoa maamuzi yanayohusiana na maswala yake. Swala la mtoto la kushiriki katika kufanya maamuzi ya jambo lake linamhusu, unakuta mtoto anakutana na changamoto. Let's say kwenye shule, mtoto anakuambia mama, shule fulani siipendi, ama una mtoto hana furaha ya kwenda kwenye ile shule, una haki ya kumsikiliza kwa nini upendi shule? Kwa nini utakwenda kwenye ile shule? Unaweza kukuta anapitia ukatili ambao wewe mzazi hujui, walimu hawajui hapa katikati, lakini unamforce. Ila ukimpa nafasi ya kumsikiliza mtoto, kwa nini umpendi anko fulani? Kwa nini umpendi anti fulani? Kumbe kuna vitu anafanyia mm chini. Kwa hiyo tunarudi kwenye haki ya mtoto ya kusikilizwa na kufanya maamuzi.